Mashirikiano haya naona kwamba yatakuwa ni ya muhimu sana kwetu, kama tutapata fund kutoka kwao, maana watatuwezesha kuwafikia wakulima kuwafundisha matumizi sahihi, lakini pia hata kwa habari ya upimaji wa afya hasa kwa watumiaji wa viuatilifu, na tupate majibu mazuri na kuwashauri wakulima vema, namna sahihi hasa ya matumizi sahihi ya viuatilifu. Kwa hiyo naona ni fursa nzuri kwa kupata, tukiwezeshwa kufundishwa yani, kuattend katika training mbalimbali, zitakuwa za msaada sana na kufungua ufahamu wetu na uelewa zaidi juu ya matumizi sahihi ya viuatilifu. Tumesaini makubaliano au hati ya makubaliano MOU, kati ya mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania pamoja na shirika la au uh, taasisi ya udhibiti wa kemikali wa uh, nchi ya Sweden ambayo inaitwa KEMI. Uh, ili kuendeleza mashirikiano katika maeneo matatu . E, eneo la kwanza ni kushirikiana katika e, udhibiti wa e, viuatilifu ili e, kulinda afya ya wa, wa, wa, wa, afya walaji pamoja na mazingira, lakini eneo lingine ni kuendeleza uh, miu, na, kuendeleza na kutengeneza miongozo mbalimbali mbali, kwa ajili ya e, udhibiti wa viuatilifu e, lakini pia eneo la tatu e, ni katika e, kuangalia matumizi ya mifumo ya kimataifa katika, e, e, katika e, kutambua hizo e, kemikali mbalimbali mbali, pamoja na, na, na, na, na, na, na kuweka lebo zake. Kwa hiyo hayo ni mashirikiano, ni mwendelezo kwa sababu E, hapo awali tumekuwa na mashirikiano ma hayo kati ya, ya, ya mamlaka pamoja na, na, na KEMI wenzetu hao wa Sweden. Kwa hiyo ni mwendelezo. Na katika e, mashirikiano hayo e, wataalamu kutoka e, TPHPA wamekuwa wakienda kupata mafunzo e, Sweden ya namna mbalimbali ya kudhibiti eh, eh, matumizi ya, ya, ya viuatilifu, lakini pia nao wamekuwa wakija hapa eh, Tanzania wakishirikiana na sisi eh, pamoja na taasisi zingine mbalimbali hapa mbali Tanzania katika kufanya utafiti wa viuatilifu hai eh, yani bio, eh, bio agents katika kudhibiti visumbufu mbalimbali vya, vya, vya mazao. Kwa hiyo uh, ushirikiano huu ni mzuri, na kwa sababu uh, malengo ya, ya, ya mamlaka ni kuleta tija hasa katika uh, uh, kilimo. Kwa hiyo lakini, sio tu kuleta tija, ni pamoja na kulinda afya ya walaji, wanyama na mazingira, kwa kuwa na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Kwa hiyo hili ni jambo zuri ambalo, uh, kwa leo hii tumelifanya kwa kusaini hii hati ya Eh, makubaliano kati yetu pamoja na wenzetu wa Sweden. Matarajio ni mengi. Moja ni tija katika kilimo itaongezeka kwa sababu eh, ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu katika kudhibiti visumbufu, lakini pia eh, kupungua kwa athari hasi, eh, athari hasi za eh, viuatilifu katika mazingira pamoja na kulinda afya ya ya, ya binadamu lakini pia eh, kujengeana uwezo wa wataalamu wetu eh, wataalamu wetu wataweza kujengewa uwezo katika eh, tasnia nzima ya matumizi, ya, ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu hapa Tanzania. A, ni kwamba eh, ili uweze kufanikiwa lazima eh, tuweze kufika mbali, lazima mashirikiano yawepo baina ya taasisi moja na taasisi nyingine. Sisi tuna maono makubwa ya, kuona, ya, ya kutaka kuona uh, taasisi hii ina, ina, ina inakuwa taasisi mahiri uh, au chombo mahiri cha kudhibiti masuala yote ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania. Na ili tuweze kufikia hapo, lazima tushirikiane na, na, na taasisi au nchi za kimataifa na za kikanda, na mashirikiano hayo yanatusaidia sana kwanza katika eh, utafutaji wa rasilimali fedha yani eh, resource mobilization, ambayo itatusaidia eh, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kusaidia kutekeleza shughuli ambazo zina, zina, zinafadhiliwa na serikali. Kwa hiyo tuna, tuna, kwa kufanya hivyo, kwa kufanya hivyo eh, tunaweza kujipatia eh, eh, rasilimali ya eh, ziada kwa ajili ya kuendeleza shughuli zetu, kwa sababu huwezi kuitegemea serikali peke yake. Na hii ndiyo lengo la serikali kuhakikisha kwamba, eh, mashirikiano yana, yana, yana kuwepo, na kwa sababu pia Tanzania imeingia mikataba na taasisi nyingi za kimataifa kama miongozo inavyojieleza, inavyo, inavyo, inavyo, kwa mfano chini ya Jumuiya ya, ya Afrika Mashariki pia tumeipo miongozo ziko taratibu ambazo zinatutaka tushirikiane na, na, na, na taasisi mbalimbali za kimataifa katika kutekeleza majukumu yetu. Mashirikiano haya yameanza toka elfu mbili kumi na nane ambako mamlaka ya afya mimea na taasisi ya Sweden iliingia kwenye mashirikiano ya kudhibiti sumu au pesticide, uh, usimamizi wa a viuatilifu viwa hapa Tanzania katika mafanikio haya tumefanya mengi na tumeshirikiana kwa mengi, ikiwemo kubadilishana uzoefu, kupatiana mafunzo, lakini pia kupeana mbinu za uzoefu kati ya usimamizi wa viuatilifu. Na katika mashirikiano haya uh, pia tuliendelea mpaka kufikia miaka ishirini na tatu hadi ishirini na nne ambako tukaona kuna umuhimu wa kuingia kwenye makubaliano mapya, ambako ishirini na tano leo hii tuna naona umuhimu wa kusainishana haya makubaliano officially kabisa ni. Na ndio tukio lililotuleta hapa leo ambako mamlaka ya afya ya mimea imekubaliana, uh, na vitu vitatu na mamlaka ya usimamizi wa kemikali ya Sweden ikiwemo kupeana uzoefu, huko ni mambo ya mafunzo, lakini pia utendaji kazi, lakini pia usimamizi wa mikataba ya kimataifa, na la mwisho uh, ni kuhusiana na uh, uwezo wa usimamizi wa viuatilifu ikiwemo, um, mfumo mzima wa kuweka vibandiko na usajili na vitu vyote ambavyo vinahusiana na usimamizi wa viuatilifu.